Kutana na simulizi ya majonzi, simanzi na ya kusikitisha ya binti Neema Almasi. Binti huyu ana umri wa miaka kumi na nane, yatima ambaye ndoto zake za kujiunga na chuo zikielekea kufa ombi langu kubwa kwa Watanzania naomba yaani, wanione katika jicho la tatu, waweze kunisaidia maana mi ni msichana, mtaani kuna vishawishi vingi kutokana na kukosa ada ya shilingi laki tatu na elfu sabini na tano kwa ajili ya malipo ya ada na gharama nyingine ikiwemo hostel baada ya kuchaguliwa kujiunga na chuo cha Mwalimu Nyerere Kigamboni. Mwaka elfu mbili ishirini na tatu akiwa kidato cha tatu, wazazi wote walifariki na kumwacha na mdogo wake walivyofariki wote, nikakosa tumaini, niliumia sana, maana wenyewe ndio walikuwa wananisomesha kuanzia nilivyokuwa huku la kwanza ni shule ya msingi mpaka nilifika sekondari, lakini baada ya kufariki nilikosa tumaini ya maana, pia niliachiwa mdogo wangu. Alianza kufa mama yake mzazi, akafuata babu na baadaye bibi, ambao ndio waliokuwa wakimlea na kumsomesha. Hali hii ilibadilisha kabisa maisha yake. Tumaini la binti Neema Almasi mwenye umri wa miaka kumi na minane lipo kwa Watanzania, akiomba wamchangie kiasi cha fedha ili aweze kurejea masomoni. Na hii ni simulizi ya Neema Almasi akisimulia chanzo kilichomfanya ashindwe kujiunga na chuo kwa sababu ya kukosa ada. Ninaitwa Neema Sefa Almasi, ni mzaliwa wa hapa hapa Dodoma. Mimi hapa nimesoma shule ya msingi Chadulu ambayo niipo hapa hapa Dodoma, nikafaulu kuendelea na elimu ya sekondari, nikapangiwa shule ya Viwandani Sekondari, nikasoma pale kwanzia form 1 mpaka form 4, na matokeo yametoka, yani nimehitimu pale, matokeo yametoka, nimefaulu kuelekea na elimu ya chuo Kabla kwanza nilivyokuwa form 3 elimu yangu ya sekondari, nilipoteza wazazi wangu wote yani. Hapo baada ya kupoteza wazazi wote, maana nilikuwa nakaa na bibi babu pamoja na mama. Walivyofariki wote, nikakosa tumaini, niliumia sana, maana wenyewe ndio walikuwa wananisomesha kuanzia nilivyokuwa huku la kwanza ni shule ya msingi mpaka nilipofika sekondari, lakini baada ya kufariki nilikosa tumaini, maana pia niliachiwa mdogo wangu. Kwa hiyo baada ya kukosa tumaini ndio akaja mamkubwa wangu akaniambia, mimi nitaenda kukusomesha nitakumaliza kuanzia hapo ulipofika mpaka umalize form 4. Uh, baada ya kufanya mtihani wangu wa nectar wa, wa form 4 matokeo yalitoka, nilipata division ya ishirini na nne ambayo ilinifanya nikateuliwa chuo cha mwalimu Nyerere Memories Academy ambacho kipo Dar es Salaam Kigamboni, lakini kutokana na kukosa ada Imenifanya nimebaki nyumbani hmm. Ada niliambiwa ni tunalipa yani kwa se, tunalipa kwa asilimia sitini ambayo sawasawa na laki tatu na elfu sabini na tano hmm. Lakini mimi kutokana na familia yani, mamkubwa wangu hana uwezo, ni mama nyumbani, anakaa tu nyumbani hana biashara, nikaamua yani kama mimi maana ninahitaji sana kusoma nikaamua kutafuta biashara nikafanya biashara ambayo nilitafuta kazi, lakini hiyo kazi yani ilishia tu kugombua cheti, maana pia cheti kilihitajika shuleni. Kwa hiyo nikapata tu kazi ambayo nikagombua tu cheti hiyo hmm. Kazi niliotafutiwa ni, ni mgawa kwa siku nalipwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo yani hiyo elfu tano unakuta labda nauli nini inaishia kwenye nauli na nyingine ambayo nikiweka niki, niki, niki, niki kama akiba ndio ikafikia ile ya kwenda kugombolea cheti kwa hiyo sikuweza kufanikiwa ni pesa nyingi ambazo labda zinaweza zikansomesha mm. baada ya kule kazini nilivyoona wanaruhusiwa muda mbaya afu ukiangalia mimi msichana na usiku vile ni muda mbaya sana kwao nika nikaiacha ile kazi baada ya pata ile hela kidogo nikaenda kugombolea cheti changu, sasa hivi ninacho. Lakini baada ya kukaa nyumbani nikasema siwezi tu kukaa nyumbani, maana mama akae nyumbani na mimi nikae nyumbani kwao, nikafungua biashara. Sasa hivi ninauza ice cream. unauza ice cream pale? mm. okay. kazini ambako nilikuwa nafanyia kazi wanatabia yani kutokana na ka, yani kutokana na unavyo jinsi unavyofanya kazi wanakuhamisha kitengo fulani, wakupeleka kitengo fulani. Kwa kuwa mimi nilikuwa ni yani, nafanya kazi vizuri, wakanihamisha kutoka ile kazi nilokuwa nafanya mwanzo, akanipeleka kwenye kitengo cha kuuza vinywaji. Nilipokuwa nauza vinywaji, kuna mtu nikutana naye nikamwelezea jinsi ilivyo, maana aliniuliza, kwa nini hujaenda shule mpaka sasa hivi, wakati ni mzio wanatakiwa, huo muda huo umeenda shule. Nikamwambia nimekosa ada, nikaa namwelezea jinsi ilivyo, akaniambia atanisaidia. Mimi nikazani kweli atanisaidia, lakini kumbe alikuwa, yani ana mambo yake binafsi ambayo, yani alikuwa anataka kama vile kunishawishi, ili aweze kunisaidia. hmm. Ah, aliniambia kwamba ukitaka nikusaidie, kuna kitu fulani unatakiwa nitendee. hmm. Alikuwa ni anataka kimapenzi mm. Kwao mi nikakataa, ndo basi nendo, kando. Mwisho wake hapo hapo nilifanikiwa, maana katika jitihada zangu zote kuna mtu akatushauri akatuambia nendeni kwa mbunge wenu wa Dodoma. Tukaenda kwa mbunge pale tukamwelezea akatusikiliza, akatukabidhi pia kwa katibu wake ambao ndo tunasubiria majibu mpaka leo mm. Matokeo yalivyotoka ilitakiwa ni ripoti chuoni Novemba hii mwaka 2025, mwaka jana, lakini kutokana na kukosa ada pia na mambo ya hostel mambo ya kujikimu na ada nikashindwa kuripoti. Kwa hiyo nikachelewa, dirisha likafungwa, nikawatafuta, akaniambia dirisha limefungwa, lakini unaweza ukaapply ambao dirisha linafunguliwa mwezi wa tano, matokeo yanatoka mwezi wa nane. Kwa hiyo natakiwa ni apply mwaka huu kuna nilisikia kwamba kuna ule usajili wa mwezi wa tatu wavyoni e. Kwa hiyo na wenyewe kule kwa, kwa mheshimiwa wanajua mpaka mwezi wa tatu, lakini kule chuoni wanasema wenyewe mwezi wa tatu usajili yani huo haupo e, kwa labda kuapply ni apply vyo vingine. Ombi langu kubwa kwa Watanzania naomba yani wanione katika jicho la tatu waweze kunisaidia maana mimi ni msichana mtaani kuna vishawishi vingi yani kuna vishawishi vingi yani kama usipokuwa yani na msimamo unaweza ukaingia na unaweza ukaribikiwa maisha yako wakati una ndoto nyingi kwa mimi naomba tuweze kunisaidia nataka kuendelea na masomo nataka kufika mbali maana nina ndoto nyingi sana pia nataka yani nifikishe yani niwe mtu mkubwa baadaye niweze kusaidia familia yangu jamii iliyonizunguka ninawaahidi, nikiweza kusoma wakinisaidia, nitasoma kwa bidii zangu zote kwa nguvu zangu zote, sitowaacha, sitowaangusha. Susana hmm. Petro Ngoliga ni mkazi wa hapa Swaswa. Mi Neema ni mtoto wa mdogo wangu. Neema amemaliza shule ya msingi akaenda sekondari Ki alipofika kidato cha tatu mama yake alifariki, nikamchukua mimi, nikaanza kuishi naye. Baada ya kuishi naye kuanzia kidato cha tatu, mimi kaendelea kumsomesha mpaka cha nne, nikajimudu, nika kumgaramikia gharama zote za kusoma kuanzia kidato cha tatu mpaka cha nne. Kufika cha nne ikabidi akakae kambi, nikajitahidi akakaa kambi, matokeo akatoka, akafaulu. Alivyofaulu sasa hapo mimi ndo nikashindwa kumuendeleza baada ya kufaulu, cheti chake cha form 4 kika kinadaiwa, akaenda kutafuta ajira ili akomboe cheti, akapata ajira ndogo ndogo, akakomboa cheti chake. Baada ya kukomboa cheti sasa, mtoto akakaa na ndoto ya kwenda kusoma, fedha mimi kumsomesha nikaa sina, nikaanza kuhangaika, ninapita huku na huku nikiomba msaada, wananiahidi, baada ya kuwatafuta simu zao hazipokelewi. Hmm. Natamani Watanzania wanisaidie mwene chochote, kitu chochote yule anisaidie. Natamani Neema afikie ndoto zake anazotamani, mtoto anatamani kusoma lakini uwezo sina. Hmm. Neema ni mtaratibu sana, muda wote yuko nyumbani anatamani kusoma yaani, muda wote wanakuta anapenda kujisomea anajishughulisha. Hmm.